Faranga, tuna mzani wetu huu kana, kama kama tunavyoweza kuona. Pia tunakuwa na kabakuli kama haka kadogo kabisa, ambako katatuwezesha kwenye kupima vifaranga wetu. Vifaranga wetu ni hawa vifaranga wetu ni hawa. Mara nyingi huwa tunahesabu vifaranga mia moja kisha tuna wapima hapa. Tukishapata idadi ya vifaranga mia moja, inakuwa ni rahisi pia hata sisi kufanya Makadilio, tukihitaji vifaranga elfu moja na bidi tuwe tuna gramu ngapi. Kwa hiyo tutaweza tukaangalia hapa mzani wetu, tunauasha hivyo kama hivi unavyoona hapa, umewaka. Kisha tunachukua maji yetu hapa, tunayapima, tunaona, kwa maana maji pamoja na haka kakiji bakuri kana gramu sabina sita. Kwa maana hizi gramu sabina sita tunaletea hapa ukisha letea hapa inakuwa ni zero. Ikishakuwa zero, sasa tunachukua vifaranga wetu hapa tunawaleta hapa kwa ajili ya kupima, kama mnavyoweza kuona kwa maana hapa kinachoingia ndicho kinachosoma. Unaona kama hivi, vifaranga wetu vina gramu nane. Hizi gramu nane kwa maana kwamba vifaranga wetu hawa wakiwa na gramu mia mbili Ah sorry sorry. Vikiwa mia moja huwa vinakuwa na gramu. Vikiwa mia moja huwa vinakuwa na gramu mbili. Kwa maana kama vinakuwa na gramu mbili vikiwa mia moja tutaweza tukapiga hesabu hapa gramu nane sawa sawa na vifaranga wangapi? Mara nyingi huwa tunaenda kitu kwa uhalisia maalum. Kwa maana, kile kibakuli chetu hakisomi. Kinachosoma hapo ni vifaranga tu. Kwa maana, kibakuli na maji zilikuwa gramu sabini na sita. Kwa tuweka tulivyoweka tu vifaranga vina gramu nane. Kwa hiyo nikasema nitoe mchanganuo wa aina hii, namna ya kuhesabu. Ndo tunahesabu kwa aina hii, kwa sisi hapa. Asante sana na karibuni sana. Kwa di komba natoa huduma bila mpambamba. Karibuni sana.